Ebwana, Jaji Mkuu wa zamani wa Kenya Dr Willy Mutunga, wakili mwandamizi Martha Karua na watu wengine wanne wamefungua kesi katika Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki dhidi ya serikali ya Tanzania, wakishtumu kwa kuwaweka ki, uh, kwa kuwaweka kizuizini kinyume cha sheria kukatazwa kuingia Tanzania na kufukuzwa pia. Kikundi hicho, ambacho pia kinajumuisha wanaharakati wengine wanne na watetezi wa haki za binadamu, ambapo kuna Gloria Kimani, Lynn Ngugi, Hussein Khalid na Hanifa Adan, pia wanadai kuwa haki zao kama raia wa Afrika Mashariki zilikiukwa waziwazi walipozuiwa kuingia Tanzania kufuatilia kesi ya uhaini ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Eh, bwana, sasa wanadai msamaha wa umma kutoka kwa serikali ya Tanzania pamoja na fidia ya jumla na maalum kwa uchungu wa kiakili, madhara ya sifa na gharama za usafiri walizozipata wakati wa tatizo lao. Walalamishi hao wanadai kuwa mnamo Mei 18 mpaka 19/2025, walizuiliwa bila maelezo katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere, Dar es Salaam, walinyang'anywa pasipoti zao na baadaye kurudishwa nchini kwao Kenya. Wakati huo huo, umebainisha kuwa walikuwa Tanzania kama sehemu ya ujumbe wa kimataifa wa waangalizi wakikusudia kuhudhuria na kufuatilia kesi ya Lissu ambayo ilipangwa kufanyika Mei 19. Katika ombi lao, kundi hilo linaishtumu Tanzania kwa kukiuka masharti mengi ya mkataba wa jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na yale yanayohakikisha utawala wa sheria, utawala bora, uwazi na haki ya vinatekelezwa na haki ya inatekelezwa kwa uhuru katika nchi wanachama wa EAC. Inadai kutengwa kwao kulidhoofisha ushiriki wa raia na kukiuka kanuni ya haki wazi wazi, kwani walinyimwa fursa ya kufuatilia kesi za sheria za umma zenye umuhimu wa kikanda. Kesi hiyo iliwasilishwa kwa pamoja na walalamikaji wawili wa, wa maslahi ya umma, chama cha wanasheria wa Afrika Mashariki na umoja wa wanasheria wa Afrika Pan Afrika. Inasema kuwa hatua za Tanzania haziendani na ibara ya sita Walalamishi pia wanataka kuondolewa kwa nukuu za kukataliwa kuingia kutoka kwa pasipoti zao na amri ya mahakama inayozuia Tanzania kutokana na ukiukwaji zaidi wa harakati huru za raia wa Afrika Mashariki. Mwisho, kesi hiyo inatarajiwa kuhamishiwa kwenye mahakama ya East African Community EAC jijini Arusha, ambapo tarehe inatarajiwa kuwekwa na mahakama katika wiki zijazo kwa maelekezo, na kwa mujibu wa taarifa hiyo.